Anauliza kuhusu moyo. Neno moyo katika Biblia, moyo katika Biblia, tukizungumzia juu ya moyo, manake ni moyo ulioko katika miili yetu, manake ni spi, ni, ni sio swala la kiroho. Ili moyo ni the, the, the heart. Na, na neno hilo yaani moyo, neno hilo moyo linatumika pia kwa upande wa kiroho. Moyo kwa Wayahudi katika Biblia, kwa Wayahudi moyo waliona kama ni kitovu cha uelewa, ni kitovu cha uelewa wa mambo, kujua mambo sasa moyo kwa hiyo ulitumika kana sisi tunavyosema the brain ni moyo, ni sehemu ile ambayo inashika mae, mambo inakumbukumbu, na ina tunza mambo, lakini hasa neno linalotumika kwa Biblia nakizungumzia moyo wa mtu ni levu levu, manake tunasema kwa Kiswahili yetu ni leb, ni L-E-B, leb. Hiyo ndio neno linalotumika kwa moyo wa nyama, moyo ambao tunao sisi wanadamu ni levu levu. Na levu navyotumika na maana pale ambapo kuna uelewa tunaweka mambo, kuelewa kama akili ni ile uwezo wa kutunza mambo, kuelewa mambo, kukumbuka mambo, na pia ninatumika basi katika kumjua Mungu, kumtumikia Mungu kwa moyo. Kwa hiyo moyo una wao wa wenzetu wa Middle East wa ancient zamani waliuelewa kama ndio sehemu ambapo mawazo, maneno na yote tuliyonayo yanawekwa katika moyo. Kwa hiyo moyo ulikuwa ni kitu muhimu sana kwao, hata upendo unatoka moyoni, na walichukua moyo kama ile sehemu ya mwili ambapo vitu huwekwa kumbukumbu kumbu huwekwa. Mungu anazungumza na moyo wa mtu yaani ndani. Hiyo ni sehemu, ni ni ni ile the the, the physical the physical part of the body, leve body, the body heart ndio leve, lakini wao wana maneno mengine sasa ambayo labda tungeweza kusema ni kama the spiritual part of the body, na hapa tunapozungumzia, na maneno mengine yanayotumika kwa maana ya moyo, tunaweza kusema ni nafsi ya mtu, nafsi. Lakini katika Biblia wanatumia neno nefesh Nafsi, kile kinachokutenganisha na mwingine au vitu vingine, wewe unakuwa person. Neno nefesh ni person katika lugha ya wenzetu wa kale. Nafsi inakutenganisha na kitu kingine chote, kila moja na nafsi yake. Kwa hiyo katika nafash, nefesh tunamtambua mtu, tabia zake, matendo yake, mawazo yake yanamtofautisha na mwingine yeyote yule, karakta zake, manners na hata nasaba zake, yote ndiyo inamwanya inakuwa nafsi kwa hiyo tuna neno nefesh katika Biblia sisi Kiswahili bahati nzuri kina msingi katika lugha ya Kiarabu na Kiarabu kina msingi katika lugha ya zamani zaidi ya Kiebrania na Kiebrania ni lugha ya zamani inayotokana na lugha ya Akkadia. zamani Akkadian. Kwa hiyo neno nefesh tunaweza kusema kwa lugha yetu sisi ni naf nafsi. katika nafsi, basi Mungu anazungumza na nafsi, you are special, wewe ni peke, tofauti na hatengenezi. Hatengenezi nefeshi zinazofanana atufanani. Uh, we, have, we have a person, a person. Diyo naf diyo nefesh, diyo nafsi the person who is distinct from any other Beings or things. Ni nefesh. Na nefesh ni lazima iwe hai, ni nafsi iliyo hai, sio uh, mawe hayana nafsi, au mti au ni, hapana. Nefesh ni ile hali ya kuwa hai mbele ya Mungu, ukiutofautisha na vitu vingine vyote. Kwa hiyo mwanadamu ndio ana nafsi nafsi ambayo inaelewa na inajielewa, kujitambua, ina conscience, ina awareness. Hiyo ndio nafsi. Ng'ombe hana nafsi, wala mbuzi wala mti, kwa uh, sababu havijielewi, they are not Of themselves. Wanandani wanajielewa kwamba ni tofauti na kitu kingine chote, na anaweza kujitofautisha na vingine na anajitambua. Ile uwezo wa kujitambua ndio nafsi. Kwa hiyo mimi sio ng'ombe wala mbuzi wala kondoo, wala mimi sio jiwe wala mti wala samaki au ndege. Mimi nafsi ambayo inajitambua na hiyo ndio nefesh wao pia wanazungumzia katika, katika Biblia kuna neno lingine linaendana na hayo ni ruah, ruah ruah ni neno ambalo liko kidogo pana, lina maana pana ruah Ruah inaweza kuwa katika plain language inaweza kuwa upepo, the wind is ruah, upepo. Lakini neno hilo linapotumika na wanadamu au Mungu au malaika, viumbe vilivyo na akili, hilo ruah inakuwa ile tunaita spirit the spirit not the wind Ruach can also be known as the wind but the wind in its physical sense what we feel and what we see moving trees and all that that's the wind but it's also known as Ruach lakini linapotumika kwa Mungu na kwa wanadamu ni ile roho the spirit dio Ruach Siwezi kuli, kuli, eh, fafanua hapa kwa lugha ya Kiebrania kwa sababu kuna maneno eh, herufi ambazo hazipo kwenye vocab, kwenye alfabeti yetu. Kuna he na het. Kumbe si hii, neno lina herufi ambayo haipo kwenye alfabeti yetu. Ndio ninazungumzia Ruach eh. Kumbe wao wakiandika, wanaandika rr rua, rua ch, lakini haipo h, inaandikwa ni het, ambayo tukiandika sisi tunaandika h, lakini katikata h kuna nukta, haipo kwenye alfabeti yetu h nukta katikati yake, nayo tunaita ruah. Sasa ruah katika kwa Biblia <coughs> ni ile roho inayowasilishiwa na Mungu. Mungu ndio mwenye ruah, binadamu ana ruah. Lakini kwa mambo ya kidunia, ruah inatumika kama windi, upepo. Kwa hiyo tofauti ipo. Mwanadamu ana ruah kwa sababu ni ile nguvu na ule uwezo wa kuwasiliana na Mungu. Amepokea roho ya Bwana ni ruah Adonai, yaani roho kutoka kwa Mungu, ili aliyovuviwa inayotufananisha na Mungu ni kwa sababu ya ruah Adonai huyo. Na katika Biblia kuna Roho Mtakatifu ambaye kwa Kiebrania tunangimwita ruach kadosh, yani roho mtakatifu. Hii ni nafsi ya pili, ya, ya tatu ya utatu mtakatifu ruach kadosh. Mm, roho mtakatifu hiyo ni nafsi yenyewe ya roho ya Mungu na roho wa ya Mungu, yaani nafsi ya tatu ya utatu mtakatifu. Hayo neno hilo ruah ukilikuta maana yake ni roho, kitu ambacho hakina mwili, is spiritual differentiated from the material material. So human beings have the ruah, ni spirit. They are spirit also the angels are also spirits and God is spirit, ni ruah Alafu kuna neno lingine ambalo tunalipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya pili aya ya saba ni neno meshama. Meshama manake mishmat kahaim ni tunaweza kusema ni pumzi pumzi ya uzima mishmat hai nishma o nashma o neshma ni pumzi ile ambayo tunapumua, the breath, the breath of life, the breath. Sio roho per per se. Ile inakuwa limited in the sense of that which we breathe, that is neshma. Nisham, nishama na haim linatokana na neno hai kwa lugha ya Kiebrania. Ili neno hai linatokana na, na lugha ya Kiebrania again, mara nyingi tunarudia tena kwamba sisi ni, tun, si tunazungumza Kiswahili, tunazungumza Kiswahili, tuna uhusiano na Waarabu, ni Kiarabu tukisema hai kitu kilicho hai, neno hai, neno la Kiarabu na linatokana na Kiebrania kama nilivyosema, na Kiebrania linatokana na Kiakadi, lugha ya zamani zaidi eh, lugha ambayo imetoka huko Mesopotamia kwa Abrahamu, ndio Waebrania hao. Kwa hiyo naposema nishmat haim, haya kwa pluro yake ndio haim, pluro ya haya hai Neno hilo linaandikwa kwa H a, hatuna, haipo kwenye alfabeti yetu. Yod haipo kwenye alfabeti yetu, lakini pia kuna eh, lugha hizi za zamani zina alfabet tofauti na sisi au lugha hizi alfabeti yetu. In, in, ini kubwa imetokana. Mara nyingi tumechanganya na lugha ya Kilatini mm, Latin mm, tumekuja kuingiza huko, lakini tunakosa utajiri fulani kwenye Kiswahili ambao unatokana na lugha hizi za zamani zaidi mm. Sasa tukisema hai pata wa I, lugha tofauti. Sasa haya, maana yake ni uhai, haya kitu kilicho, ndio maana hawa ni mama wawa wale walio hai, kwa na asili yake ni hai. Sasa tunaposema nishmat haim au nishmat hai, maana yake ni kitu kilicho na pumzi iliyo ya uhai. pumzi ya uhai ili ambayo tunapumua na ndio iliyowekwa kwenye pua za Adamu akawa kiumbe hai, kutoka udongo aliofinyanga finyanga, akatengeneza kiumbe ki kiumbe akijawa kiumbe, alitengeneza aina fulani ya kama anavyotengeneza mkate, akakanda kanda, akatengeneza, lakini ilikuwa bado ni udongo tu, lakini alipovuvia hiyo pumzi nishmat hai, yani pumzi ya uzima ndani yake, ikawa mtu aliye hai, maanake kiumbe ambacho kinaishi. Kwa hiyo hiyo pia ni pumzi, ni roho ya Bwana, nishmat, roho ya uzima, nishmat hai. Basi haya ni maneno yanayotumika kwenye Biblia ambayo yanahusiana na mambo ya roho, moyo, pumzi iliyo hai, upepo hmm. Basi hayo tuelewe. Nitaka kufafanua hapo kwa huyo aliyeuliza eh, tofauti ya moyo katika Biblia na roho. na roho kumbe ni maneno ambayo yanaingiliana, na mara nyingine moja linatumika lingine linaachwa, na lakini mtu ambaye anafahamu na tofauti hizi anaweza kutafsiri kuendana na mazingira ya hilo somo, yani context, the context, yani context ni mazingira ya ilosomo. Mazingira yako aina mbili. Unaposoma kitabu au nini, kuna mazingira yanayowekwa katika maandiko hayo. Where does it does does, does it appear within the book or the story? That's one of the context. Tunaita literary context. Unaposema, lakini kuna mazingira ya kihistoria mazingira ambayo ni nje ya ile kitabu, mazingira ya yule anaandika, mazingira ya wanaoandikiwa. Yes, yote hayo ya unapotafsiri kitu lazima uyaangalie hayo yote. Mazingira literal context within the text itself, mazingira ya yule anaandika, mazingira ya wanaoandikiwa. Mazingira hayo ni jiografia, historia na I don't know, anthropology lugha nini. Kumbe tunapotafsiri Biblia kwa mtu mwelewa, anapaswa kuangalia mazingira ya hiyo simulizi au hiyo habari: imeandikwa na nani, wapi, lini, kwa watu gani? Watu hao walikuwa na tabia gani, walikuwa na mawazo gani, walikuwa na historia gani? Na basi maana ya ile ile, ile iliyoandikwa pale, maana hiyo hicho hiyo kinachoelezwa pale lazima kipatikane katika mazingira hayo, ili ukivute kwako, unakiweka kwenye mazingira ya kwako.